Baada ya kumaliza mechi yetu ya juzi dhidi ya JKT Tanzania, kitu kizuri na kikubwa zaidi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote, baada ya mechi, hatukupata injury yoyote, na wote wamerudi kambini kwa ajili ya mchezo wa kesho wa Pamba, na imani hautakuwa mchezo mrahisi, ni mchezo mgumu kutokana na position Pamba walivyo, wana timu nzuri, lakini wako katika hali mbaya, ambao watakuja kupambana kuepuka kue, kue, kue kushuka daraja kiasi kwamba ambayo itatupa mechi kuwa ngumu, lakini yote kwa yote tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao, tuhakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Ya, nafikiri ni kiporo ni kiporo cha tatu kama unavyosema, na tulijua kwamba haitakuwa rahisi. Ukiangalia mechi nne ndani ya siku kumi, kila baada ya siku mbili, sio kazi rahisi. Wachezaji ni binadamu, ni mashine, tumetoka kwenye international game, uchovu, tuendelea kufanya rotation. Kwa hiyo tulitarajia kwa mechi zitakuwa ngumu, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wote wa, wa mechi hizi, tutoke na pointi zote. Ya, mimi nafikiri ni wakati wote kwa sababu mechi zetu sisi zote kwetu ni, sisi ni muhimu, pointi tatu kwa mechi yoyote, na huu ni wakati muhimu kama anavyosema wewe, ili tuweze eh, kuweza kuweza kugombania ubingwa na kuweza kupata, kupata ubingwa, ni lazima tushinde gemu hizi. Hatuwezi kuruhusu kuweza kudrop point kwa sababu kisha drop point katika gemu hizi ni kwamba unatoa gepu kwa, kwa mpinzani wako kwenda kutengeneza nafasi ya e, kutetea ubingwa, kwa hiyo ili Uweze kukaribia ubingwa na kuwa karibu kabisa ni kuhakikisha uweze ku drop point katika game hizi hizi. Yaani kweli tulipata tatizo juzi kwenye warming up. Shamu ali twist ankle na hakuweza kucheza game ile, na alikuwa kwenye line up, lakini tunashukuru ya jana aliweza kuwa vizuri na aliweza kufanya mazoezi na, na yuko na kikosi, kwa hiyo kwa hilo natupa matumaini makubwa ya kuweza kumtumia mchezaji yoyote tutakayemhitaji katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo hali iko vizuri na morali iko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho ya kikubwa naendelea kuwapongeza mashabiki wetu na waendelee kutupa sapoti kama ambavyo wanaozidi kuja na sisi tutawafurahisha na, na kuweza kufanya kile kitu kile Mwanasimba anahitaji tufanye katika mchezo wa kesho.